Hayo yameelezwa na mkurugenzi wa kampuni ya Katunzi African Adventure, Jafet Katunzi, wakati akitoa misaada katika kituo cha Rescue Children Charity Organization kinacholelea watoto wanaoishi katika mazingira magumu kilichopo mkoani Arusha. Amesema kuwa watoto wanaolelewa katika vituo mbalimbali wanahitaji kuonyeshwa upendo kutoka kwa jamii inayowazunguka. Kutoa ni moyo, lakini siamini kama kwenye maisha tunayoishi kuna mtu anaweza kukosa hata shilingi elfu tatu ya mche wa sabuni. Kwa sababu wambiwi, ulete kikubwa chochote, unachoweza kuleta hicho hicho kinaweza kutoa support, kwa sababu mche wa sabuni, wao watoto wetu watafuliwa nguo na watavaa vizuri. Unaweza ukaleta mafuta ya kujipaka, ambavyo ni vitu vidogo sana, ambayo kila mwanadamu ambaye hata kama mshahara wako ni laki kwa mwezi unaweza kufanya. Sisi kama Katunzi African Adventure tumeguswa na ile tukio, baada ya my brother my friend kuniambia kwamba ana kituo kina watoto kumi na tisa ambacho anakiendesha. Kwa hiyo tukaguswa, tukasema wacha leo tufike tuje tujionee mazingira. Kwa hiyo tumeweza kufika hapa, tumeweza kufika na vitu mbalimbali mbali kwa ajili ya kusapoti Mkurugenzi wa kituo hicho Tumaini Joni amewashukuru wadau hao kwa kula chakula cha mchana na watoto hao pamoja na kuchangia baadhi ya mahitaji, huku Grace Shek Smith akieleza kuwa bado upo uhitaji katika kituo hicho. Nashukuru sana kwa ujio wao. Taasisi yetu tangu mwaka elfu mbili na ishirini na moja mpaka sasa iko hai, lakini bado hatujapata wafadhili wa kudumu. Tumekuwa wafadhili wenyewe, lakini pia na kutegemea wadau wa ndani. Kwa hiyo bado uhitaji ni mkubwa kwa kweli katika taasisi yetu, na taasisi yetu kubwa, taasisi yetu hii sasa ina changamoto ya ukosefu wa nyumba. Tunatamani tuwe na nyumba kubwa, kwa maana ya safe house, ambapo watoto wetu wataweza kukaa kwa amani, watakaa mazingira mazuri na wataenda kusoma na watarudi sehemu salama zaidi. Tunatamani tuwe na uzio, lakini pia target yetu ni kuwa na shule ambapo watoto wetu ambao tunahudumia kwa maana ya orphans na wale ambao wametelekezwa na kutoka familia ya duni waweze kusoma mahali hapa na hata wadau wakija waakute mahali hapa. Wito wetu kwa jamii, tunaiomba sana ijitokeze kwa wingi ili kuweza kuwasaidia watoto hao wa wanaoishi mazingira magumu katika uwanja wa elimu, mavazi, malazi, pamoja na chakula, pamoja pia na matibabu. Tunapowasaidia watoto tunaisaidia jamii kwa ujumla na taifa kwa ujumla. Baadhi ya washiriki wa tukio hilo akiwemo Lovness Mwambo, Lemri Silomayani na Jamali Itami wamewasihi wadau kuwa na moyo wa kujitolea kwa wahitaji. Wametupokea vizuri, tumefurahi, tumekaa na watoto wetu, tumefurahi nao. Kwa kweli tunazidi kumshukuru sana Mungu, pia tunawasihi kwa wale watu ambao wana chochote kitu kutoa, ni moyo, sio utajiri, lakini chochote kile ulichonacho, unachoweza, una kuguswa pia, kinakuwa ni baraka kwa kuja kuwasaidia hao watoto wana changamoto kwa uwezo wetu au kwa nguvu zetu kama vijana, ni vizuri kujumuika kuwasaidia watoto, tukijua kwamba tunapowasaidia watoto au wadogo zetu ni tunajenga taifa la kesho ambalo imara, tukijua kwamba sisi vijana ni taifa la leo lenye nguvu, basi watoto ambao tutawaandaa tukiwajengea katika misingi mizuri ambao ni ya charity au kuwajali wenzake, tunaamini tutatengeneza taifa ambalo litamjua Mungu, alafu pia litakuwa na upendo baina ya mtu na mtu kwa chochote kilicho nacho huko e, majumbani. Angalia watoto wako kwenye mazingira magumu, kuja kuwasaidia watu, nafanya mazoezi pamoja na kwa nao katika michezo e, tunaungana nao, tunashiriki michezo mbalimbali huko mbali, nafanya nao michezo. Yaani kiujumla, hii ni taasisi inayosaidia watoto wanaoishi katika mazingira magumu, wale waliotelekezwa na wazazi wao na hata wale walioyatima kutoka katika taasisi hii ya Rescue Children Charity, mimi ni elhuruma chao.